Mwezi huu wa Mei 2025 ulimwengu umetikiswa na mgogoro mpya lakini wenye mwendelezo kati ya mataifa mawili yenye historia ndefu ya mvutano, yani India na Pakistan. Tarehe 6 Mei, India ilitangaza operesheni kali iliyobeba jina operesheni Sindo Ikilenga maeneo tisa ndani ya Pakistan na kipande cha eneo la Kashmir linalodhibitiwa na serikali ya India. Hii ilikuwa ni hatua ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio la tarehe 22 Aprili 2025 katika eneo la Pahalgam katika mji wa Kashmir, ambapo watu 26, wengi wao wakiwa watalii wa Kihindu, walipoteza maisha. India na Pakistani zimekuwa na uhasama tangu zilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 945. Migogoro yao imejikita zaidi kwenye suala la eneo la Kashmir ambalo limekuwa chanzo kikuu cha vita kati ya mataifa haya mawili hadi sasa. India na Pakistani zimepigana vita vikuu vinne pamoja na mapigano madogo kadhaa. Vita vya kwanza vilikuwa mwaka 1947 hadi mwaka 1948. Baada ya kugawanyika kwa India mwaka 1947, jimbo la Kashmiri lilikuwa na nafasi ya kuchagua kujiunga na India au Pakistan. Mfalme wa Kashmiri kwa wakati huo, Hari Singh, aliamua kujiunga na India jambo ambalo halikuifurahisha Pakistani na kusababisha nchi hiyo kuiingilia India kijeshi na kuanza vita vyao vya awali kabisa. Matokeo ya vita hivi vilimalizika mnamo 1948 baada ya Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuanzisha mpaka wa muda ya Line of Control, LOC. Kashmir ikagawanywa kati ya India na Pakistan. Vita vya pili vilikuwa mwaka 1965. Vita hivi vya pili vilianza kutokana na mvutano juu ya Kashmiri ambapo Pakistan ilijaribu kuleta mapinduzi kwa kutumia wanamgambo na wanajeshi wa siri, kutokana na sababu za Pakistan kutaka kulichukua jimbo la Kashmiri kwa nguvu. Vita vikazuka na kumalizika kwa makubaliano ya Tashkent mnamo Januari 1966, lakini hakuna upande uliopata ushindi kamili. Vita vya tatu vilikuwa mwaka 1971. Vita hivi vilitokana na mgogoro wa kisiasa kati ya Pakistani Magharibi ambayo sasa ndiyo Pakistan na Pakistani Mashariki ambayo sasa ni Bangladesh. Sababu kubwa ya vita hivi ni mapinduzi ya uhuru ya Bangladesh dhidi ya Pakistan Magharibi ambapo matokeo yake ya kumaliza vita ni baada ya kupata msaada kutoka India na Bangladesh kufanikiwa kupata uhuru mnamo Disemba 1971. Hili lilikuwa pigo kubwa kwa Pakistan kwani ilipoteza eneo lake la mashariki. Na vita vya nne vilikuwa mnamo mwaka 1999. Hii ilikuwa vita ya mpakani katika eneo la Kargil Kashmiri. Vikosi vya Pakistani vilivuka mpaka na kuchukua sehemu ya milimani. Uchokozi huu wa Pakistani ni kwamba ilitaka kuvuruga mchakato wa amani na kudhoofisha udhibiti wa India katika eneo la Kargil. Hata hivyo, India ilifanikiwa kuwarudisha nyuma wanajeshi wa Pakistan, na shinikizo la kimataifa lililazimisha Pakistan kujiondoa. Baada ya vita vya Kargil, uhasama bado umeendelea, hasa kutokana na madai ya ugaidi na migogoro ya mpaka. Mwaka 2019 mvutano ulizidi baada ya shambulio la Pulwama, ambapo India ilishambulia kambi ya wanamgambo nchini Pakistan. India na Pakistani zote zinamiliki silaha za nuclear jambo ambalo linazua hofu ya vita vya kiangamizi endapo migogoro itaendelea. Juhudi za kimataifa zimekuwa zikihimiza mazungumzo ya amani, lakini mpaka sasa suala la Kashmiri bado halijapata suluhu la kudumu. Historia ya vita vya India na Pakistan imejikita zaidi kwenye mgogoro wa Kashmir, ambao bado unasababisha mvutano mkubwa. Ingawa kuna majaribio ya amani, lakini uhasama huu bado unaendelea kuathiri siasa na usalama wa Asia Kusini.